Ae, kupitia ukurasa wake wa Instagram pale kwenye Insta story Billnass ameandika ujumbe huu hapa. To all young people, wadogo zangu na rafiki zangu mliobarikiwa vipaji mbalimbali, kabla ya kuingia kwenye tasnia yoyote inayohusiana na umaarufu Tanzania, muombe sana Mungu akupe nguvu ya uvumilivu na roho ya kustahimili. Huku kuna kila aina ya vita, usaliti, ushetani, uh, dhurma Uh, kuanzia kwenye wadau managers, distribution company, labels na kadhalika. Swala la kutajirika ama kupata pesa kupitia hizi kazi sio rahisi kama uh, unavyosikia, ila kupata msongo wa mawazo, kupoteza maisha, kupata maradhi, uh, kuchanganyikiwa ama kuingia kwenye addiction mbalimbali ni rahisi kuliko kutengeneza pesa. Ni vyema kuwa makini sana na kuingia, um, ni vyema kuwa makini sana na kuingia kwenye tasnia ukiwa na utayari, lakini usiache kumuweka Mungu kwanza, maana unaweza kupambana ili uisaidie familia yako, kumbe ndio unaenda kuleta janga ambalo familia yako ndo itakuwa kwenye jukumu la kuteseka kukusaidia. So huo ni ujumbe wa Billnass kupitia insta story yake akielezea situation jinsi ambavyo ilivyo kwenye industry nzima ya entertainment au swala lolote la kuwa maarufu. Haya ndio mambo ambayo unaweza kukutana nayo ukiwa maarufu. Drop comment yako hapa chini. Of course, huu ni ujumbe mzuri sana ambao Billnass amejaribu kushea na wadogo zake.